Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh watukufu kwa wa, wa Islamu na ufuatiliaji wetu wa moja kwa moja ya matangazo yetu haya adhimu kutoka Huda Online TV, leo siku ya Jumapili sawa na tarehe mosi mwezi wa sita mwaka 2025 ya miladia, ikiwa ni sawa na mwezi nne mfunguo sita hijria watukufu wa Islamu, leo tunawaletea matangazo ya moja kwa moja ya ufunguzi wa kituo chako adhimu, kituo cha kulelea mayatima Alfa Nurania, ambacho kituo hicho kinapatikana katika kijiji cha Pujini Dodo, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Watukufu wa Islamu, ni ratiba ambayo inafuata ratiba ambayo inatuelezea mwongozo katika jambo letu la leo. Na jambo la kwanza ambalo tunaanza nalo katika mambo yetu wa Islamu ni jambo la Qurani Tukufu, ambayo Qurani hiyo itasomwa na Sheikh Ramadhan. Lakini pia, watukufu wa Islamu, jambo linalofuata katika ratiba yetu ya leo ni dua ya ufunguzi ambayo itasomwa na Al Ustadh Othmani Al Osman. Pamoja na hayo ratiba inayofuata watukufu wa Islam ni jambo la tatu ambalo ni kuwakaribisha wageni wetu, na, na wageni hao watakaribishwa na shekhe wetu Sheikh Yahya Rashid Juma. Lakini pia jambo la nne watukufu wa Islam ni risala au historia ambayo itasomwa na shekhe wetu Yahya Rashid Juma. Lakini pia katika jambo la tano watukufu wa Islam ni utambulisho wa malengo ya jumuiya hiyo ambayo atasomwa nayo na Sheikh Juma Muhammad Idi. Jambo la sita watukufu wa Islamu, katika kikao hichi cha leo au kongamano letu hili kubwa la ufunguzi wa taasisi hii, ni jambo la sita ambayo ni nasaha za mkuu wa mtaa, naye ni Sheikh wetu mzee wetu Sheikh Haji Shaib Muhammad. Lakini pia jambo la saba watukufu wa Islamu ni nasaha za mzee wa mtaa lakini pia kuna jambo la nane watukufu wa Islamu, ni nasaha za Sheikh Amir Rashid eh, Muhammad. Lakini pia jambo la tisa ni nasaha saha za mgeni rasmi ambaye ni Afandi Hamadi au Sheikh Hamadi kadhalika, na kwa kumalizia online TV media yako pendwa ambayo inapatikana katika mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube, Facebook kadhalika na mitandao mengine. Watukufu Islam, kutokana na muda, tunamkaribisha msomaji wa Quran Sheikh Ramadan Zubair Hassan, falyatafadhal mashkura jura.

Afwan, kuna tanga, kuna jambo la ikhtilafu kidogo baina rasmi pita hapo